Madina Malezi Bora Zanzibar, Maalim Juma Maalim Abed Makami, mada ambayo ameleta ame kwetu ni mada ambayo ni muhimu sana, sitaki kuiongezea mingine kwa sababu imetosheleza wanafunzi pamoja na wazazi na wale wote watakao kusikiliza kupitia eh, video hii kwenye mitandao ya kijamii. Swala la elimu kama alivyosema mwenyekiti ni swala muhimu sana katika jamii yetu kitu kiliate tikazembea hili basi tayari tunatengeneza taifa ambalo litakalokuwa bovu baada yake walimu. Kwa hiyo walimu pamoja na wazazi watakaotusikia, ni swala la kuweza kulikazia kwenye swala la kitaaluma kwa vijana. Tukimwachia kijana tukasema yule atajijua mwenyewe, unatengeneza virus yule, anatembea katika mtaa na virus yule, hakikisha kwamba atamwambukiza na, na mwingine shtukizia unakuta tayari taifa, wimbi la vijana watoto wengi wakiacha kusoma, basi tutatengeneza taifa liokuwa bubu na vijana waliokuwa sio mstakbali mzuri kwa taifa letu. Kwa hiyo tuendelee kuomba umomba Allah, subhanahu wa ta'ala, kutupa mioyo ya e, ujasiri, walimu pamoja na wazazi kuwakazia watoto wetu kwenye swala la elimu. Baada ya kuweza kulifahamisha hilo, nafikiri kipengele ambacho tunakifuata sasa ni kipengele cha mwisho. Kama tulivyotangulia kwa dua, ni vyema pia kuweza kufunga kwa dua, lakini kabla kufunga kwa dua tutampa nafasi maalim eh, wa madrasa hii Darul Ulumi kama ana chochote cha kuweza kuongezea, basi nayetusiwe wachache wa fadhila. Inawezekana naye ana jambo anataka na kuliongezea, kwa sababu eh, video hii inakwenda kwenye mitandao ya kijamii, YouTube huko na wingi pengine wataitazama, kwa hiyo ni hasa yakuna anaweza kazungumza jambo likatilia nguvu zaidi katika hichi ambacho tumekileta kwenu hapa ama tumekizungumza. Kwa hiyo tumwachie kasi dakika moja mbili kwa ajili ya kuingeza chochote kama analo kuongezea. La kama itakuwa ametosheka na hapa basi tuingie katika hatua nyingine ya umbaji wa dua kwa ajili ya kufunga shughuli yetu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum wa salamu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala wa rasulillahi Muhammadi wa sallallahu alayhi wa wasallam, amma ba'd. Kwanza, kabla ya kusema wote nitoe pongezi kubwa sana kwa viongozi wetu, walimu wetu, kukaa siku moja akaweza kuwaza jambo kubwa ambalo kuwa linaweza lika- likakututoa katika kiza kwa sababu ukiangalia hali halisi ya sasa katika hali zetu za Zanzibar, maeneo mengi sana, walimu wangu, nakutia watu wanakaa kuna maskani tayari, maskani ambazo kwa tukizungumzia maskani sio kwa maana ni maskani sehemu nzuri wanakaa watu ambao kuwa wamekosa elimu hiyo, wamekimbia madrasa na shule, lakini pia wamekosa pengine, labda tuseme watu wa kuelekeza, labda au ndio nini tu, ndo a moja me, kwa moja ndo imepotea tare. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo kwa mliweza kukaa mkafikiria labda ni jinsi gani ya kuweza kuwafikishia wanafunzi, lakini sio wanafunzi tu na jamii kwa ujumla, mada ya ma, ma, maadili na malezi hi. Kwa sababu hii kwa uono wangu mimi isiwe tu madrasa bali hata muda mwingine kukusanya vijana katika mtaa fulani tukatafuta kiongozi fulani, tunahitaji vijana tayari, ili kuweza kuwafikishia hii mada, kwa sababu asilimia kubwa vijana tunapotea, tunapotea kwa kasi kubwa, na tunapotea pale ambapo kwa vijana wanatoroka madrasa au wanatoroka shuleni, hawana pa kwenda isipokuwa wanakimbilia maskani. Huko maskani, huko huko mitaani, huko kuna watu wavuta bangi, kuna watu wabakaji, kuna watu wahuni, kila aina ya watu wamo. Sasa bila kukaa tukasema labda tuseme tu, tunaanza huku madrasa lakini, je, wale ambao kwa tarwa shaingia kwenye lile sakata kwenye ule mchakato tufanye nini? Ili tuweze kuwapa kuwa mawaidha, huenda Allah akajalia kwa sababu ya hili basi Allah akaweta katika khairi tare. Kwa sababu uongo wako wengine wanakuwa ni wakaidi, pengine ni wagumu wa kufahamu, lakini wako baadhi yetu au baadhi ya watu ukiwapa mawaidha juu ya kuwa anatumia lakini wanajua kwamba hichi kitu sicho, wakatafakar. Ah, ile alozungumza ustazi kweli kabisa, huku siko tunapotea. Haya maswala ya ubakaji sio, maswala ya ukabaji sio, tayari saa hivi kwa kweli, mtu kutoka ile saa kumi ile pale, anaweza katika harakati zake pengine masokoni wapi, anaogopa kupita barabarani, pengine chochoroni humu tayari mara nakutana na mtu na jisu na panga na shoka na anampiga na moja tu la mgongo la kichwa, angalia sehemu gani, na una simu naporwa. Kwa hiyo mimi ni wapongezi ya hali ya juu, pongezi iliyokuwa kubwa kabisa kuweza kutafakari hili swala na kuweza mkatafuta jinsi gani ya kuweza kuliwasilisha katika jamii na katika nchi yetu wa Zanzibar kwa ujumla, kwa sababu kila siku nasikia serikali tayari, muda mwingine nasema kwamba hali halisi pengine labda machafuko kitu gani kitu gani. Kitu kikubwa kinachohitajika kwanza ni maadili mazuri tayari, maadili mazuri ndio kila kila kitu. Huwezi kumwelimisha mtu, huwezi ku- uh, kumwambia mtu ongoza eh, hapa bila kumpa maelekezo kwanza. Lazima kwanza umpe elimu na elimu ni, ni pale unapo tunapangalia una mada yetu uliotupa hapa umuhimu wa elimu, ili kujua umuhimu wa elimu angalia mazingira tu ya kawaida, angalia tu jamii. Kuna mtu akikupita akiku, akiku hana usafi hana salamu hana heshima yoyote, si baba si mama yake si baba mtu mwingine si mzee yoyote yule pale, anapitana kama alipitana yeye na punda au na, na kiumbe gani sijui. Kwa hiyo umuhimu wa elimu kwanza ni kuwa na tabia nzuri. Tayari wanafunzi na sote kwa ujumla tumepewa umuhimu wa elimu tare sio, umesomeshwa hapa, elimu iko vipi? Kifika kwa nyumbani, salamu hujui kumpa mzazi mzazi wako, wala mzazi wa mwenzako. Tare hujui pengine jukumu uh, lako la kutafuta ilmu ni sehemu gani? Ni, ni, ni, ni, ni fight au nitafute ili niweze kupata ilmu tare. Alafu ukishapata ilmu iwe unasomesha wenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum man taallama alquran wa allama tare alquran tare ni ilmu kubwa tayari. Kabla ya yote, soma Qur'ani, soma ukishapata Qur'ani, unapata na, na ilmu nyingine. Halafu ukishajua sasa, ukishaona na ilmu sasa, tayari hicho ulichonacho, basi fikisha kwa wengine, ili na wao, huenda Allah kwa elimu yako, kwa elimu ya, kwa elimu utakayowapa wao, huenda Allah akawapa uongofu na iwe asbabi ya kesho kufanikiwa katika katika akhira tunakokwenda, kwa sababu nawambiwa mbora wenu ni yule mwenye kutafuta ilmu, mwenye kutafuta ilmu na kaifundisha, khairukum man taalama alquran, kujifundisha aya qurani na kaifunza tayari. Hii qurani sio qurani tu, ni ilmu yote ya ya dini tayari. Elimu mzuri ambayoku taweza kumfundisha mtu na akafahamu na, na ikasababisha yeye akaswali sawa, kujua kutia udhu, kujua kuswali, kujua kuishi na watu vizuri, wazee, majirani. Tare yote hayo huwezi kujua kama hujafanya, hujatafuta elimu. Na ndio maana walimu wetu leo wakatafakari jinsi gani ya kuweza kuja kutuwasilishia mada, na mada yenyewe wakatupa umuhimu wa elimu tayari, lakini pia hayo malezi pia nayo nangia huko kwenye elimu. Kwa hiyo, jamani, tuachukueni haya Sio tu tumepewa elimu, tuyaache umumu, mpaka kwa majumbani kwetu tutafakari, tuambie wazazi wetu, tuambie wadogo zetu, tayari haya mazuri tuliopata hapa tayari. Na ukimwona mwenzako ana tetereka tetereka, ku- kutoroka madrasa pengine shule au anafanya mambo ambayo sio tayari, tayari mwambie, tayari, halo hili swala sio zuri, mwalimu katuambie hapa tayari, hatuongeze ila nafahamishana, nafahamishana tu tare kwa hiyo mweko makini na mitaani, uko na wale ambao kuwa kidogo wamepotea, bali wale wewe uwe asbabi ya kuweza kuwafikishia huenda, huenda Allah, huenda Allah akasababisha akajalia kwa ili wafikishia waka wakafuata sehemu amba kuwa ni sahihi. Ama baada ya, ya hayo tushukuru sana pia alhamdulillahi kwa kuwaza kufikisha, kufikisha mada hii katika madrasa yetu Darul Ulum, na mkafika hapa kwa wakati hatuna budi hatuna la kuwalipa, bali ni kuambia asanteni sana, na karibuni tena, na wala msichokeni kufanya maswala haya, sio tu Darululumi, bali hata madrasa mengine, lakini hata mitaani. Muda mwingine ikiwezekana, unaangalia mazingira, hata unaenda maskani fulani tayari. Sio lazima, unaangalia na mazingira, sio kwa maana kuna kuvamia tu kutoa nini, itakuja tokea balaa kubwa. Unaangalia ile hali halisi ilivyo, jinsi gani niingie, kama jumuiya tuingie tayari, unapata na waelimisha wale wengine, washaanza bangi, washaanza unga, unakaa unaelimisha kuenda la kheri, inshallah. Ama kwa hayo niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Asante sana Mwalimu Wadaa Ulumi kwa kuongezea nasaha hizo, kwa kukazia hiyo swala zima la elimu kuweza kushikamana, eh kwa watoto wetu, lakini na walimu pia tushikamane kikamilifu katika kuwafundisha watoto kupata taifa zuri zaidi. Kipengele kinachofuata sasa, e, tunafahamu kwamba katika taifa letu ama katika nchi yetu hii Zanzibar, zanziba na Tanzania kwa ujumla, hapo mbele tunategemea tutakuwa tuna, tuna jambo kubwa la kitaifa, nao ni upigaji wa kura katika nchi yetu ya Tanzania na Zanzibar kwa ujumla wake. Kwa hiyo tutatumia nafasi hii pia katika kuweza kuliombea taifa e, kuombea viongozi wetu juu Allah subhanahu wa ta'ala, atuvushe vyema katika hii mchakato kuanzia hapa tulipo mpaka kumalizika kwa hili jambo, visiwa vyetu ibaki kuwa na amani zaidi, wa viongozi wetu wa, wafahamiane ili taifa waliongoze wali, wali vizuri, basi pasipo kuwa na vurugu ya aina yoyote. Lakini pia kuna vijana wetu katika maskuli pia mitihani mbali mbali na hii, kuombea, katika wamefanya mitihani mbalimbali nao tutachanganya kwenye dua hii kwa ajili ya kuombea mafanikio katika mitihani yao ambayo wameifanya na nafasi hii ataibeba Mali Juma Bili Makame, kama mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar kwa ajili ya kuweza kufungia kwa upande huu wa dua, alafu tena tutamwacha nafasi ya kutoa shukurani yeye mwenyewe wa madrasa na uongozi mzima wa madrasa hii, itakuwa ndio mwisho wa jambo e, letu hili. Bismillahirrahmanirrahim, Alamna wa alam nashrah lak wa sadrak wa wada'na anka wadrak

ya rabbul alamin, tujalie tupe amani ya kudumu kwa rehema yako na utukufu wako rabbul alamin, wajalie viongozi wetu watakuingia madarakani. Rabbul alamin, wajalie uwape hikma na busara ya kuweza kuangalia vijana wetu kuhusiana na maadili, vipi waweze kuwa na maadili mazuri. Ya rabbul alamin, ya rabbul alamin, tunakuomba na wale vijana wetu ambao wamefanya mitihani katika masukuli ya rabbul alamin, wajalie wao mwanzo wao wa kwanza katika masomo yao. Ya rabbil alamin, na wale wale ambao tunadumu katika masuala ya kielimu ya rabbil alamin, tudumishe katika masuala ya kielimu ya rabbil alamin. Na wale wako njia ya ilmu ya rabbil alamin, walete katika ilmu ya rabbil alamin, wasome na wao wao wa raia bora, wao wenye tabia nzuri, wenye ikhlaq nzuri. Ibakie nchi yetu katika sifa nzuri, sifa ya kuwa ni nchi yenye maadili mazuri, bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma rabbana atina fid dunya hasana

Inashukuru sana uongozi uh, wa madrasa Darul Ulumi baada kupa ta, a, a, ta khairi, nah, Wayo, Allah, ya kupata taarifa, basi inshallah hamkuwa na ajizi, manake nye mkaona hili li kheri wachaiji na mkatukubalia tunakushukuru sana jua hilo. Kwa hiyo na siku nyingine inshallah biidhnlahi kija taarifa yetu engiatuwaima pengine leana wanafunzi ikuzungumza na wazee wa wanafunzi kwa hiyo inshaallah na hilo vile vile, inshaallah tunakuomba mde mtupokee mikono miwili. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie wa walimu eh, kila la kheri, ajalie afya njema, ajalie fikra ambayo ilitokuwa nzuri katika madrasa, ili madrasa yetu ikue na iendelee na ziendelee, na ziendelee, ziendelee. Wa hadha salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana mwenyekiti wa Jumuiya ya Kuimarisha Maadili ya Malezi Bora Zanzibar Mwalimu Juma Abedi Makami baada eh, shukurani hizo kuzipeleka kwa walimu wa, madari, wa madrasa hii Darul Ulumi, lakini pia tufahamu kwamba tuna, tuna wa kamera kamera wetu hawa nao tunawashukuru vile vile kwa kushirikiana nao kufanikisha e, shughuli hii kuanzia mwanzo mpaka itakapoishia. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida watazamaji wote chaneli ya Jukumaza Online TV. E, mimi mtangazaji wako Yusuf Othman bin Abdallah, mmoja katika watangazaji ambao tunafanikisha chaneli hii ya Jukumaza Online TV. Jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imepiga kambi leo katika madarasa tu daru ulumi, na kwa ajili ya kuja kwa ajili ya kuja kuzungumza na wanafunzi pia juu ya masuala mbalimbali ambayo yamezungumzwa hapa, kusisitiza umuhimu wa elimu, lakini na mengi yamezungumzwa hapa Pembeni yangu naye hapa ofti wa, wa madrasa hii kama ni mwalimu na ni nani huyu, nitampa nafasi kwa upande wake ili aweze kujitambulisha aweze kufahamika na wale wote ambao wanatufuatilia katika kanali hii ya Jukumaza online TV, dakika moja mbili, kwa ajili ya kuweza kulika sawa hili kabla watu, kwanza nimsalimia ofti, salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tosilio> asante sana, asante sana eh, jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar tayari piga kambi ilio katika madrasa kwa ajili ya kuja kuzungumza na e, wanafunzi mbalimbali anasaha e, swala zima na taaluma. Na kabla ya yote, kwanza ni kuachie kwa ajili ya kutambulisha ili uweze kufahamika na wale wote ambao wanakufuatilia kupitia. Karibu ni mwalimu wa madrasa Darul Ulum, ukhti Yusra. Tayari jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar iweza kufika hapa katika hii madrasa Darul Ulum umelipokeaje? Kwa, kwa kweli namshukuru Allah, tumelipokea swala hili, ni zuri sana yeah. na Allah atawalipa kutokana na hili mlitufikishia. Asante sana, asante sana kwa upokezi huo wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika madrasa lumi jumuiya imezungumza mengi, kipya ambacho unahisi wamekigusa e, zaidi, ama kilikigusa zaidi kuweza kukazia kwa wale ambao tutazama kupitia chaneli hii ya Jukumaza? Kilichotugusa zaidi ni kuhusiana na masuala ya wanafunzi kupitia changamoto zinazopatikana hapa no. katika jumuiya, katika madrasa no. kwa hiyo tumejifunza mengi na mliotu insha Allah Allah Allah, tutafanyia kazi na wanafunzi wataweza kuyatekeleza kwa uwezo wa Allah Allah. Asante Allah sana eh, mjifunza mengi katika yale ambayo amezungumza na jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, katika eh madrasa hii Darul Ulumi yes. Mimi nakwambia tu hakuna chochote ambacho naweza kuongezea pengine kwa wale ambao wanatazama kupitia channel hii ya Jukumaza TV. Acha kuongezea ni... tunatakiwa tuyafanyie kazi tulio patiwa na jumuiya hii kutokana na sasa hivi kidogo, mm, mazingira yako ya tofauti kidogo yeah. Kwa wanafunzi pamoja na watu wote wanaotusikiliza katika hili yeah. Tunatakiwa tuyafanyie kazi tuliyopatiwa hapa, au atatufanyia wepesi inshallah. Asante sana. Huyu ni Ukhti Yusra kutoka Madrasa Darul Urubi iliyopo katika jimbo hili la Magogoni. Mimi niseme tu shukrani asante sana kwa ajili ya kuweza kufanya interview hii fupi, ili kuleta hamu hili. Nikwambie tu nitakie safari njema kuweza kuwalia vijana na kuweza kuwapa taaluma kadri ya baadhi watana alipo kuendelea. Mimi nikwambie asante, shukrani, shukrani jisa kwa kwa, asante sana, asante sana huyu ni ofti usira ambaye amezungana hivi punde nita, hivi punde nitamruhusu kwa kuondoka, lakini pia hatuishia hapa. Tunaona wanafunzi pia mbalimbali e, eh, mbali, ambao tunao katika katika safari yetu hii E, tutamkaribisha mwanafunzi mmoja kwa ajili e, yeah, sure. ya kuweza pia kuzungumza naye kitu ambacho kimezungumzwa, ili aweza ambacho ataondoka nacho katika mazungumzo yetu haya ambayo watazamaji wetu wa chaneli ya Jukumaza online TV, tukiwa tuko mwishoni mwa ziara hii ndalio la jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika Al-Madrasatu Darul Ulumi, unapomwona pembeni yangu hu, hapa ni Okti, ya ambaye mwanafunzi ambaye alishikamana kikamilifu katika e, ziara hii ya jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika Almadrasatu Daru Ulumi. Tulikuwa naye bega tu bega kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na anatoka madrasa gani? Jina lake ni nani? Acha nimwachie basi dakika moja kwa ajili ya kuweza kuweka sawa, ili ili aweze kufahamika na wale wote ambao wanaotufuatilia kupitia channel ya Jukumaza online TV. Dakika moja mbili kwa ajili ya kujifahamisha jina lako na umri wako pia na madrasa ambayo eh, unayosoma. Karibu, asante. yeah. Asante mtangazaji wa chama cha Jukumaza Online TV kwa kunipa nafasi ya kujitambulisha. Kwa jina la Nuria Juma Said, nina umri wa miaka 14 na nasoma chuo cha Al Madrasatul Qur'aniyya iliyo kwenye eneo la Zanzibar. Asante sana, asante sana. Ni Nuria huyu mwanafunzi kutoka Al Madrasatul Qur'aniyya. Jumuiya hii imekusanya vyuo mbalimbali. Mmoja wao ni chuo ambacho kimo katika jumuiya ni Al Madrasatul Qur'aniyya kama unavyoona, mwanafunzi hapa ni Nuria Juma amejitambulisha hivyo. Nuria Juma

Asante sana, amejifunza kitu kizima ambacho cha msingi ni kushikamana na elimu kwa upande wake yeye, hici ambacho ameibuka nacho katika e, mazungumzo yetu ambayo yamezungumzwa na e, mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Kuna vijana wengi ambao tayari wameshatoka katika saiti hii ya elimu, wako mitaani, wanatembea, wanazurura, unawaambiaje? Nawaambia kwamba watafute elimu na elimu taweza kuwasaidia maana, elimu ni kitu muhimu katika watafute elimu ili wapate kuongoka na wapate kupata mambo mema kidini. Asante, asante sana. Anawasisitiza wale wote ambao wameshakimbia madrasa na shule pia, kwa mtano wanazaga, anawahimiza kwamba warudi tena katika swala zima la taaluma, ili kukaa katika mstakabali uliokuwa mzuri zaidi. Mimi niseme tu asante sana eh, Nuria kwa uwezo kushirikiana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho hiyo ziara hii ya jumuiya kuimarisha maadili ya maadinaazi. Asante <laughs> sana sante sana. Huyu ni Nuria ambaye ameongea naye hivi kundi wanafunzi mwingine ambaye wa mwisho anatukutimishia, eh, ni mwanafunzi wa kiume wanafunzi kwa upande wa kiume ambaye naye pia tulishirikiana kamili katika ziara hii ya jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar ni nani? Wacha nimwachie kabla yaote Habari lekuhabay Asante sana, tulikuwa nawe kuanzia mwanzo mpaka mwisho a ziara hii ya jumuiya kwa maadili kwachedeka moja kujitambulisha kwanza. Asante mtangazaji wa channel ya Jukumaza TV online kwa kunipa nafasi pia kujitambulisha kwa majina inaitwa. Asante sana, ni Hikma, ndio Hegman, ni kutoka madrasa yako. Najua ni jumuiya hii imekusanya madrasa nyingi. Kwa upande wa madrasa gani? Madrasa ya Tawhid. Huo ndio mwanafunzi ambaye tulishirikiana naye katika ziara hii kupitia madrasa ya Tawhid. Nini utakijifunza na umejifunza nini katika maongezi yote ambayo amezungumzwa na mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na tupewe malezi bora na wazee wetu. Asante sana hichi. Ndio ambacho amebuka nacho juu ya kuweza kupati, kupatiwa ama kujipatia malezi bora ama wazazi kuwapa vijana malezi ambayo stahiki yatakayokuwa na faida katika taifa letu hili la Zanzibar kwa ujumla wake. Mi niseme tu, mengi ya kuzungumza, lakini kulingana na wakati eh, muda umetuacha mkono. Kwa hiyo tutakomea hapa katika ziara yetu hii Jumuia ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Lakini tunawataka wale wote ambao wanatufuatilia wasisahau kusubscribe kushare na kucomment pia, kwa wale wote ambayo tunaowafanya kuweza kuwafikia kwa, kwa wakati ambao stahiki zaidi. Mimi niseme nikutakishia shukurani Kutoa na... Jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar leo kama, kama, kama, kama, kama, kusema awali pale mwanzo e, tumepiga kambi leo katika e, madrasa tu Darul Ulumi kwa ajili ya kuzungumza na vijana. Mwenyekiti Maalim Juma Bid Makame amezungumza mengi hapa leo kwa nasi vijana zaidi. Amekazia kwenye swala zima la elimu juu ya vijana ambao e, tumezungumza nao hapa kushikamana na elimu zaidi kwa sababu taifa bila elimu Mtapata taifa ambalo bovu zaidi. Kwa hiyo jumuiya hii imenikazisha swala zima la elimu katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar. Mi niseme tu, endelea kushirikiana nasi mwanzo mpaka mwisho kufuatilia katika chaneli yetu ya Jukumaza Online TV. Usisahau subscribe, kushare, kucomment pia, kwa wale ambao tunayafanya ili kuweza kufikia kufikia kwa wakati. Mimi wako Yusuf Othman bin Abdallah.